Fanye hivi kila unapoenda kukojoa au unapokwenda haja ndogo, hii iweze kukusaidia wewe katika kujizuia au katika kuweza kulizuia bao linapotaka kutoka au pale unapotaka kufika kileleni mwanaume. Ukifanya zoezi hili zaidi ya siku ishirini na moja kila siku, kila unapokwenda kukojoa, hii itakusaidia sana na utajikuta kabisa uwezo wako wa kuchelewa kufika kileleni unaongezeka siku baada ya siku. Ah, unapanda kukojoa jitahidi sana usikojoe mkojo moja kwa moja. Jitahidi ukifika kwenye kukojoa eh, hii unakuwa unakojoa nusu nusu, unakojoa alafu unabana, unakojoa unabana, unakojoa unabana, na usibane kwa mkono, ila ruhusu misuli yako iweze kusababisha kubanwa kwa ule mkojo kwa utajikuta zoezi hili linakusaidia wewe kila siku, na utajikuta uwezo wako wa kuweza kujizuia pale unapotaka kufika kileleni, pale unapokuwa unafanya tendo la ndoa, unazidi kuongezeka siku baada ya siku. Kwa hiyo zoezi hili ni muhimu kwa wanaume, na kama unawapenda rafiki zako ujumbe huu share nao, copy link watumie. E, watumie rafiki zako, watumie kwenye groups, wambie hii ndio njia ya sisi wanaume kuweza kujiokoa na masuala ya kuwahi kufika kileleni. Karibu, endelea kutazama video zetu, usiache kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini kwa ajili ya masomo mengine yanayoendelea hapa. Karibu sana.